Safari ya mwisho ya mwanawe waziri wa zamani Karisa Maitha ambaye ni mhandisi John Toya Karisa imefanyika katika eneo la Mzambarao ni Mtwapa, eneo bunge la Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi. Know, familia ya marehemu Karisa imemtaja marehemu kama ndugu aliyechangia kusimama kwa familia hiyo, lakini sasa imeachwa na majonzi. Hata hivyo, wakati wa hafla hiyo, siasa za ukanda wa pwani zilishamiri, huku viongozi wa kisiasa eneo la pwani wakishauriwa kuungana na kuwa na msimamo mmoja. Wakiongozwa na Waziri wa madini na uchumi wa bahari Ali Hassan Joho na mwenzake wa michezo Salim Vuria, wamesema eneo la pwani kwa muda mrefu limeachwa nyuma kimaendeleo lakini kupitia ushirikiano huo, huenda siku zijazo rais akatokea eneo la pwani. Nilifikiria kama kuna mpwani aweza kuwa rais, ilikuwa kuna marehemu Karisa Ntaka, munisikize iko siku jimbo la pwani litazaa rais wa taifa la Kenya. And we must not drag ourselves to fight other people's battles. Tumelewana? na wachungaji hapo watakwambia, wengine wakiota wakilala, wakiota waona wazi, siku moja watasikia rais Hasan <laughs> sijui kama kakangu Mvuri yotaka pia, lakini mimi nataka. Mkoa wa Pwani mara nyingi tumekuwa tunayumba sana, kwa sababu mara nyingine tunajipata tuko kila mahali lakini mheshimiwa rais, kwa sababu ya broad based na kuunganisha wananchi, ametengeneza platform ambayo imetufanyesha kazi yetu kuwa rahisi. Across political parties we can work together. Karisa Maitha aliunganisha hii pwani yote kwa ujumla, lakini miaka zaidi ya ishirini baadaye tunaona umoja wa wapwani haujawahi kupatikana. Sasa hii tunaona michakato ya kisiasa ikiendelea katika sehemu tofauti tofauti za nchi hii, lakini watu wa pwani sisi bado tumekaa, hatujui mwelekeo wetu kisiasa utaendaje katika miaka ijayo. Viongozi mbalimbali waliohudhuria hafla hiyo ya mazishi wakiongozwa na gavana wa Kilifi Gideon Mungaro, wamemtaja marehemu mhandisi Jonto ya Karisa kama kiongozi aliyejitolea kuunganisha jamii kupitia miradi mbalimbali aliyokuwa akiitekeleza. Alikuwa mtu mpole, akipenda wenzake, mehistoria mmesikia na ndugu zake na sisi tukiwa hapa basi tuna mwenzi katika ule mfuko yule anasimamia mambo ya John ya miradi hiyo imeambiwa ya Starlet, wale wameniliza hapa na ile ingine, mimi nitachangia milioni moja kwa huyo mfuko wa mambo ya John. Nataka kuambia tumepata John kama engineer, lakini engineer peke yake. Sasa tumempoteza, tunataka kuona huyu msomi, wale wanaokuja nyuma yake ambao wako skuli, nataka kuona tupate madaktari kwa hii familia. A super person. A super man. A brilliant man. A brain has slept here. Let's embrace education. Lakini mi naomba kwa familia nichukue pengo moja ambalo nimelisikia hapa la yule msichana mdogo kabisa ambaye alikuwa ni ndugu yake John, kitu chochote ambacho kitahitajika kwa yeye, mimi niko tayari kusimamia. Katika hafla hiyo, seneta wa kaunti ya Kilifi Stewart Mazayo amemtaka inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kuhakikisha maandamano ya amani yanayopangwa na vijana wa kizazi cha Gen Z tarehe 25 wa hayashuhudii umwagikaji wa damu. nataka kusema kwa IG yule inspekta general Kanja watoto wetu watakuwa katika maandamano ya amani tarehe 25. Kwa hiyo usijaribu hata kidogo kutumia polisi vibaya kuweza kuumiza watoto wetu, na sisi kama viongozi na wale wananchi tusikubali ni kufa kwa sababu ya siasa. Nikiripotia, kiripotia Coko FM kutoka eneo la Mzambarauni, katika eneo bunge la Kilifi Kusini, naitwa Joseph Jira, Koko FM rava ya Pwani.